Vifaa vya kusafisha na miongozo ya kuweka rangi kwa kudumisha maeneo mbalimbali ya kusafisha. Kutumia vifaa sahihi vya kusafisha na kufuata miongozo ya kuweka rangi husaidia kudumisha usafi na kuzuia uchafu kati ya maeneo. Katika utunzaji wa nyumba, ni muhimu kutumia zana maalum kwa sehemu tofauti za nyumba. Kwa mfano, kitambaa ninachotumia katika bafuni hakipaswi kutumiwa jikoni. Zana za kusafisha kwa kuweka rangi kama vile sponchi, brashi na vitambaa kurahisisha kukumbuka ni zana gani unayotumia kwa kila eneo. Ninapenda kutumia rangi zifuatazo katika nyumba ninayosafishia. Unaweza kutumia rangi zako daima, lakini ni muhimu kuwa na aina fulani ya mfumo, ili kuzuia kutumia vitambaa vibaya mahali pabaya. Kwa mfano kitambaa cha bafuni na jikoni. Rangi ninazotumia nyekundu au pinki, ikiwa nyekundu haipatikani, ninatumia kitambaa hiki kusafishia bafu na vyoo pekee. Bluu, kitambaa hiki cha kusafishia kwa ujumla, hufutia vumbi, vyoyozi, kuta na hata kufutia dari. Hunisaidia kuweka mambo kwa mpangilio ninapofanya kazi kwenye nyuso kubwa. Njano, ninatumia kitambaa cha njano jikoni pekee kwa kuwa mwajiri wangu anapenda manjano, ni rahisi kwake kukumbuka. Mimi hutumia vitambaa hivi kuosha vyombo, kufaata nyuso za jikoni na kusafisha meza ya kulia chakula. Hakuna rangi nyingine ninayotumia hapa ili kuepuka kuchafuliwa. Kijani, kijani kimetengenezwa kwa ajili ya kusafishia sakafu. Ninaweka kitambaa hiki pamoja na mopo na ndoo, ili kila mtu ajue. Ikiwa kuna mwagiko kidogo shika kitambaa cha kijani ili kusafisha. Mfumo huu uweka rangi husaidia kujipanga, kuepuka uchafuzi mtambuka, na kutimiza mapendekezo ya mwajiri wangu kwa njia ifaayo. Kama nilivyosema hapo awali, unaweza kutumia rangi zako mwenyewe, kuhakikisha tu una aina fulani ya mfumo mahali Kufata miongozo hii inahakikisha kwamba vijidudu na bakteria hazienei kati ya nafasi, kuweka kila kitu katika usafi. Pia husaidia kujipanga na kufanya kazi kwa ufanisi, huku nikitengeneza mazingira salama na yenye afya nyumbani.